Helikopta ya utalii jijini New York imepata ajali angani siku ya Alhamisi na kuanguka kwenye Mto Hudson na kuwaua rubani na familia ya watalii watano kutoka nchini Hispania. Shirika la habari la Associated Press limeripoti kuwa miongoni mwa waathiriwa wa ajali hiyo ni pamoja na mtendaji wa kampuni ya Siemens, Agustin Escobar, mke wake, Mercy Camp, Camprobi Monta, ambaye ni meneja wa kimataifa katika kampuni ya teknolojia hii ya nishati, na watoto wao watatu, pamoja na rubani. Picha zilizowekwa kwenye tovuti ya kampuni inayomiliki helikopta hiyo zilionyesha familia hiyo ikitabasamu walipokuwa wakipanda kwenye helikopta hiyo muda mfupi kabla ya kuruka na kupata ajali hiyo. Safari hiyo ilianza saa tisa alasiri kutoka kwenye kiwanja cha helikopta cha katikati mwa jiji la New York na ilidumu chini ya dakika 18. Taarifa za rada zilionyesha kuwa helikopta hiyo iliruka kuelekea kaskazini kando ya mandhari ya eneo la Manhattan na kisha kurudi kusini kuelekea ilipo Sanamu ya Uhuru jijini humo. Video ya ajali ilionyesha vipande vya ndege hiyo vikiporomoka kutoka angani na kutua majini karibu na ufukwe wa mto huo katika eneo la New Jersey. Shuhuda mmoja, Bruce Wall, alisema aliona helikopta hiyo ikivunjika angani vipande vipande, huku sehemu ya mkia na panga lake, yaani panga boy, yaani propela kubwa la helikopta hiyo likidondoka. Propela kuu iliendelea kuzunguka hata baada ya kutengana na helikopta hiyo. Dani Horbiak aliyekuwa nyumbani kwake New Jersey, alisema alisikia sauti kama ya risasi nyingi mfululizo hangani, na alipotazama dirishani aliona helikopta ikigawanyika vipande vipande huku vikidumbukia mtoni. Helikopta hiyo ilikuwa ikizunguka bila udhibiti huku moshi mwingi ukitoka kabla ya kuanguka majini, alisema Lesly Camacho, ambaye ni mtoa wa huduma wa wateja katika mgahawa ulioko kando kando ya mto huo huko Hoboken New Jersey kwenye mawasiliano ya redio ya kudhibiti safari za anga, rubani wa helikopta ya New York Police Department alisikika akisema, namnuku: tafadhali fahamuni kuna ndege imeanguka Holantane, tafadhali kuna macho, kuwa macho kuona mtu yoyote majini. Dakika tano baadaye mtu mmoja aliuliza, hey, finest, akimaanisha jina la utambulisho wa New York Police Department, nini kinaendelea kule karibu na Holantone? Ndege imezama. Mtu mwingine alijibu Boti za uokoaji zilizingila mabaki ya ndege hiyo iliyozama ndani ya dakika chache karibu na ncha ya gati la matengenezo ya, ma ya mnara wa hewa wa Holland Tunnel. Meya wa New York, Eric Adams alisema kuwa vikosi vya uokoaji vilikuwa vilikuwa vikivuta mabaki ya helikopta hiyo iliyoharibika kutoka mtoni baada ya saa 2 usiku kwa kutumia kreni iliyobebwa na mitumbwi. Miili ya waliokufa pia ilipatikana mtoni, kwa mujibu wa maofisa wa uokoaji jijini humo. Safari ya ndege hiyo ilikuwa ikiratibiwa na kampuni ya New York Helicopters. Maofisa hao walisema hakukuwa na majibu kutoka ofisi ya kampuni hiyo ya New York na New Jersey. Mtu aliyepokea simu nyumbani kwa mmiliki wa kampuni hiyo, Michael Roth, alikataa kuzungumzia suala hilo. Roth aliiambia New York Post kwamba ameumizwa sana na ajali hiyo na hana ufahamu wa nini kilisababisha ajali hiyo Nanuku. Kitu pekee ninachojua kwa kuangalia video ya helikopta ikianguka ni kuwa vile vya moto vya roto kuu, yaani propela kuu, havikuwa kwenye helikopta, alieleza Roth mwisho w. Aliongeza kuwa hajawahi kuona jambo kama hilo katika uzoefu wake wa miaka 30 katika biashara hiyo ya helikopta, lakini akaongeza kuwa hizi ni mashine na wakati mwingine huharibika. Kwa mujibu wa mamlaka ya usafiri wa anga ya Marekani FAA, helikopta hiyo ni aina ya Bell 206 mfano unaotumika sana katika sekta ya kibiashara na serikali ikiwa ni pamoja na kampuni za utalii, vituo vya habari vya runinga na polisi. Ilitengenezwa awali kwa ajili ya kutumiwa na jeshi la Marekani kabla ya kugeuzwa kwa matumizi yake na kuanza kutumiwa kwa shughuli za kitalii. Maelfu ya ndege hizo zimetengenezwa kwa miaka mingi iliyopita. Bodi ya Kitaifa ya Usalama wa Usafiri, NTSB, ilisema itafanya uchunguzi huru Kuhusiana na tukio hilo, Escobar alifanya kazi na kampuni ya teknolojia ya Siemens kwa zaidi ya miaka 27 akiwa mkurugenzi mtendaji wa kimataifa wa miundombinu ya reli katika kampuni hiyo ya Siemens Mobility, kwa mujibu wa akaunti yake ya LinkedIn. Mwishoni mwa mwaka 2022 aliteuliwa kuwa rais na mkurugenzi mtendaji wa Siemens nchini Hispania. Katika chapisho kuhusu nafasi hiyo, alimshukuru na kuishukuru familia yake Nanuku chazo changu kisichokoma cha nguvu na furaha, kwa msaada wao wa dhati, upendo na uvumilivu, hatimaye nimekuwa kiongozi wa tasisi hii. Escoba alikuwa akichapisha mara kwa mara kuhusu umuhimu wa uendelevu katika sekta ya redi na alikuwa akisafiri kimataifa kwa kazi, ikiwa ni pamoja na safari za hivi karibuni kwenda nchini India na Uingereza. Pia alikuwa makamu wa rais wa chama cha biashara cha Ujerumani nchini Hispania tangu mwaka 223 Tumesikitishwa sana na ajali ya helikopta iliyosababisha vifo vya Agustin Escobar na familia yake, tunawapa pole ndugu jamaa wote walioumizwa katika ajali hiyo, Siemens ilisema katika taarifa yake siku ya Ijumaa asubuhi. Camprubi Montal alikuwa akifanya kazi nch Barcelona nchini Hispania na kampuni ni ya nishati ya Siemens Energy kwa karibu miaka saba, na ikiwa ni pamoja na kama meneja wa biashara wa kimataifa na kama meneja wa kidijitali kwa mujibu wa LinkedIn yake. Maofisa wa serikali wa kikanda wa Hispania walisema familia hiyo ilikuwa ikiishi jijini Barcelona nchini humo. Nanuku. Nimesikitishwa sana na ajali ya helikopta kwenye mto Hudson, New York iliyogharimu maisha ya watu sita, watano kati yao wakiwa ni familia moja kutoka Barcelona, aliandika rais wa mkoa wa Catalonia Salvador Illa katika mtandao wake wa X. Ofisa mwingine wa kikanda alisema kuwa Agosto, Agustin Escobar alikuwa Puerto Rano mji mlioko katikati mwa Hispania. Nanuku. Ninapenda kutoa rambirambi langu, rambirambi zangu kwa ajali ya helikopta jijini New York iliyosababisha vifo vya Agustin Escobar na familia yake. Aliandika rais wa mkoa wa Castilla la Mancha, Emiliano Garcia Page kwenye akaunti yake ya mtandao wa X. Video ya ajali ilionyesha kuwa kuna uwezekano wa hitilafu kubwa ya kiufundi iliyomnyima rubani nafasi yoyote ya kuokoa helikopta hiyo. Ilisema, alisema Justin Green ambaye ni wakili wa masuala ya anga ambaye pia aliwahi kuwa robani wa helikopta katika jeshi la wanamaji la Marekani. Inawezekana vile vya panga kuu yaani propela kuu viligonga sehemu ya mkia ya helikopta hiyo na kusambaratisha, pia kusababisha sehemu ya abiria kudondoka kwa kasi, alisema Green mwisho wa kunukuu. Walikuwa wamekufa mara tu tatizo hilo lilipotokea, alisema Green. Hakuna dalili yoyote kwamba walikuwa na udhibiti wowote juu ya helikopta hiyo. Hakuna rubani ambaye angeweza kuzuia ajali hiyo baada ya kupoteza uwezo wa kuinuka, ni kama jiwe linaloanguka ardhini. Inasikitisha sana mwisho wa on anga la manhattan limejaa ndege na helikopta za kibinafsi na biashara kila siku pia ndege yani helipads kadhaa jijini humo ambapo wafanyabiashara na watu wengine hubebwa kwenda maeneo mbalimbali ya jiji hilo watu wasiopungua 38 wamefariki katika ajali za helikopta jijini new jersey tangu mwaka 1977 mwaka 2009 ndege na helikopta ya utalii ziligongana juu ya mto hudson na kuua takriban watu tisa mnamo 2018 na watu watano walifariki baada ya helikopta ya kukodi inayotoa huduma za milango wazi kuanguka ndani ya mto East jijini humo. New York Helicopters pia ilikuwa inamiliki Bell 206 iliyopoteza nguvu na kutua kwa dharura kwenye uwanja wa Hudson wakati wa safari ya utalii mnamo Juni 2013. Rubani alifanikiwa kutua salama na abiria, familia ya Waswidi wanne hawakujeruhiwa. NTSB ilibaini kuwa hitilafu ya matengenezo na kasoro kwenye mfumo wa kupaka mafuta injini vilisababisha kukatika kwa nguvu. Ajali ya Alhamisi ilikuwa ya kwanza kwa helikopta mjini humo tangu ajali ya mwaka 2019, ambapo helikopta iligonga paa la jengo refu na kumuua rubani. Ajali hizi pamoja na kelele zinazotokana na helikopta zimesababisha wanaharakati na viongozi wa jamii kupendekeza marufuku ama kupunguzwa kwa safari katika viwanja vya helikopta vya jiji la Manhattan nchini humo. Ajali nyingine za hivi karibuni zimesababisha watu kuwa na hofu juu ya usalama wa usafiri wa anga nchini humo, na ambapo watu saba waliuawa baada ya ndege ya matibabu kuanguka kwenye mtaa wa Philadelphia mnamo Januari mwaka huu. Hiyo ilitokea siku mbili baada ya ndege ya ya American Airlines na helikopta ya jeshi kugongana angani mjini Washington, ikiwa ni ajali mbaya zaidi ya anga nchini humo kwa kizazi kizima. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kwa taarifa zaidi kuhusiana na masuala mbalimbali. Jina langu ni Mgongo Kaitira.